Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, huyu bidada ambaye alitoaga maoni awali amerudi tena kwa mara nyingine kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo ametoa tena maoni kuhusiana na kile ambacho wanafunzi wa chuo wamekifanya eh, kwa huyu bidada ambaye anafahamika kwa jina la Mage ambaye amefanyiwa unyama na na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Mary, ambaye huyu Mary sasa ni mchepuko wa Mwijaku. Lakini baada ya kugundua kwamba rafiki yake huyo Mage na yeye pia anatoka na Mwijaku, ndio akaamua kumfanya huo unyama mixer kumvua nguo na, na kuishia hapo tu kwenye kumvua nguo ni kwamba akataka mpaka kumchoma na pasi, kampiga sana na mifagio na mti wa mfagio, amemchapa sana makofi, amemwagia maji, lakini pia hakuishia hapo, akamnyoa nywele. So ni video ambazo zilitrend sana. Sasa huyu bidada mwingine ambaye naye pia ni mwanafunzi ame alitoa maoni yake hapo awali e, kama unakumbuka, lakini this time around amekuja tena kwa hasira, akiomba chuo kiwafukuze shule hawa wana, hawa wanafunzi haraka iwezekanavyo ambao wamemfanyia mwenzao wa unyama e, yani wawe disqualified upes. Umeona kwa kitu ambacho kimetokea. Awali alizungumza haya, naongelea naume na chamba wanaume na, na kuja tena naongelea kusoma uhusiano ni lengo kubwa ni nini? Maana nyingi, lengo kubwa ni kufikisha ujumbe. Jamani, sio kama mimi vile sina mahusiano ambayo naongea na mume vibaya nayo, lakini yaani leo ukiangalia jamii inavyomtazama mtoto wa kike na mtoto wa kiume, it's very different. Watoto wa kike ndio wakandiwa sana, ndio mimi nilikuja nikaanza kukandia tu wanaume. Yaani kwa mfano hili tukio, mtoto wa kike amefanya vibaya 90%, 10 ni za mtoto wa kiume rafiki yake ya akili ya kawaida. How can you date a person na rafiki yake wakati unajua una mke? Lakini angalia jamii, jamii tunaangalia lile kosa la binti. Yes, binti amekosea. Lakini mnapokuwa mnamwadhibu huyu, huyu mwingine naye asiachwe. Wewe unakuja na mwanaume wa mtu au au ndio tunarudi kwenye mitazamo ya jamii yetu kwamba mwanaume akifanya maana ni ajali, mwanamke akifanya maana ni malaya. Hapana people need to go further kwa, kwa sababu, kwa nini udate watu ambao wako psycho mmoja? Maana kwa wewe una shida yaani, wewe hata, yaani hata, kwa hiyo wewe ushindwe hata kuleta mtu na ndugu yake, ushindwe kwa sababu wale, na watoto wa jamii moja watakutana tu. Wendo wendo kauaji, ulitegemea waangaliane wa vipi, waishi vipi? Katika tika hilo nao ulifanya, yaani wanaume wamekuwa matendo yao mengine yanafunikwa sana, but this is not good

Si mia, mia. Si. Yeah. So, hii ndio reaction yake kwa mara ya kwanza lakini this time around tena ameibuka tena na kusema haya kuhusiana na hao wanafunzi, wachukuliwe wa hatua hizi na chuo wanafunzi ambao wamemfanyia unyama mwenzao chuo kiwachukulia hatua. Hizi video nazozi. Kwa kweli kwa hizi video nazoziona. Kwa kweli kwa hizi video nazoziona kama hawa ni wanafunzi wapigwe disko moja, hakuna wanafunzi mwenye akili hizo, huyo sio mwanafunzi, wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume nyumbani. Yani wagongwe disko moja, huwezi mfanyia mdada mwenzio hivyo, na sana wenyewe wamemkuta mdada, mwazana, yani, tu, tu, tu, tu ha, mdada wate, wa msana piga kelele Yesu wangu yani, no, tutoe tu, fact wanaopigania hata mngekuwa mnampigania wote mtajua mwenyewe mnampigania, lakini huwezi mfanyia mdada mwenzio hivyo yaani kiufupi polisi wakimaliza, jamani, uongozi wa chuo, hawa watoto wapigwe disco takatifu, wapewe muda wa kwenda kugombania wanaume mtaani. Yani, hey! hiyo confidence ni anana levo au awezi? Eti huyo hawezi kuwa mwanachuo, baadaye akaenda akahudumia akahudumia watu, anahudumia watu, si muuaji? We unapata una pia audacity kwa mwanaume gani, kwa wanaume Uka, jamani, kazi. Simata, simata. Kwa kweli, kwa yeah, so hiyo ndo reaction yake, lakini naam. So wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue, lakini kikubwa zaidi ni kwamba watu wengi sana wamesupport the way ambavyo alichokizungumza kwa hiyo, moja kwa moja na wewe pia ukiwa kama mdau